Pesa ngapi? 20 bob. Akiwa miaka ngapi? <laughs>

Anaenda gani? Sia. Eh, wa ya sia. Eh, musha chunguza mapepo, mnajua kuchunguza. Anaenda ya sia. Anataka kumoa. Eh, eh. Mm. Aliwaa yule mwanaume alikuwa amewa. Eh. Mwanamke wake akaenda wapi akatana. Eh? Aliatana kwa kitambo sana. Ana roho ya kuachwa yule mwanaume. Eh. Ah, kwa nini aliwali achana? Bibi yake alikuwa na ushirati. Eh. Bibi yake. Na huyo amelala na yule mwanaume.

Umefunga. Si olewe. Mm-mm, sayo, sayo anapenda Ay, uh, 20 20 bomu mlipompea, alipeleka Alipeleka wapi? wapi? Tulipeleka kwa kwa kwa mganga. mganga. mganga. Mganga. Eh, huko. Alafu mukachukua. Ah? Ah? Nini? Alifunga pesa zake. Alifunga pesa pesa zake. Kila kitu. Akiwa mdogo. Mm. Kwani mlizuia nyota yake? Mdogo, na umefunga wangapi kwa kwa familia yao, familia wa, watu wamesoma lakini. Hey. Na huyo mzee mwenye aliachana ndio, ndio. Eh, eh, eh. Haya, haya, haya, rudisha kila kitu chako pesa zake, utawacha, achilia mm. Achilia, achilia, achilia, achilia haraka, haraka, haraka, nione achilia, nione au au ugua, ugua, ugua, ugua mikono mikono yake yake, harakisha fire, ugua, ugua, ha? Nione. Oh, utafungua. Oh, utafungua. Okay. Eh? Fungua. Eh? Fungua. Chomeka. Chomeka. Hapa ni moto. Moto. Eh? Fungua kila kitu. Fungua nione. Fungua nione. Si ufungue? Anza Anza kufungua. kufungua. Fungua haraka hapo wewe. Fungua pesa zake zimsaidie. Ndio nimewaambia ni vizuri ku identify your problem. Huyu alikuwa mshirika wangu kanisa hii ya.

Leo sasa, umesikia roho ziliongea, zile zilimukuma akiwa mtoto wa miaka kumi, akapewa twenty bob. Na kikulacho ni mgani mwako baio, nasema adui za mtu ni wale wa nyumbani kwake, adui za mtu wesh kiburi ni, hi, hi, hi. Nyassye, kwa uh, kiburi acha acha, eh eh, kuna sana sana sana kumwekea kazi, anampenda ah, mimi ni mchungaji wa huyu na ni mimi namfungulia milango, ni mimi naongea kwa anga yake, amtaongea amtaongea amutaongea utafungua utafungua utafungua, eh, eh, eh, mm, eh, mm, moto moto, fire fire fire fire, blood of Jesus, fungua fungua fungua fungua fungua fungua fungua, haraka haraka haraka, harakisha harakisha harakisha, nione chomeka hapo, beba mizigo yako, pepo, kimbia kimbia haraka. Fire fire. Fire fire, Achia ndoa. Fungua ndoa yake. Olewe. Toa, dile. Fungua, olewe. Olewe. Olewe. Olewe. Fungua fungua, olewe. Fungua fungua. Fungua. Fungua. The mighty name of Jesus Christ. Eh, Acha tu.

Eh? Mwafungua. Eh? Hii ni pepo ambao ni katili. Ni pepo katili hii. Eh? Mwafungua. Eh? Mmebaki wapi? Mmebaki wapi? Eh? Hakuna. Mmebaki wapi? Eh? Piga nduru uende. Eh? Eh? Eh? Piga nduru. Utaenda? Eh? Utaenda? Umebakisha nini? Nini? Nini? Nini? Nini nini? Pesa umefungua? Eh. Eh. Eh. Amesomea nini? Amesomea nini? Amesomea nini? Amesomea nini? Si mambo ya upishi na mshika. Achilia leo. Leo, leo mtawacha. Leo mtawacha.